Karibu, tuangazie nyota ya mapacha zidi ya nyota ya mashuke. Akili ya ucheshi inakutana na machungu ya kina, mwanga wa mawazo zidi ya uzito wa mpangilio. Awali ya yote ni kuomba subscribe na kisha kugusa alama ya kengele takayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mapacha ni nyota yenye asili ya upepo, mabadiliko yasiyoisha, udadisi wa hali ya juu na uwezo wa kuzungumza hadi anga lisikie. Mashuke ni nyota yenye asiri ya udongo, anayejua kupima kila kidogo. Anapitia undani wa kina wa kila jambo na mpangilio wake hauchezeki. Muunganiko wao ni kama upepo kutoka mbali ukiweka mazingira safi mbele ya mlima uliopo tayari. Unaweza kushangaa, lakini pia kuhitaji kuhimili. Tutazame katika mapenzi. Katika mapenzi Mapacha anapenda partner anayejua kucheza na maneno, kuvutia maisha kwa rangi na sauti. Mashuke anapenda upendo wa kweli wenye ukaribu wa vitendo, utunzaji wa kimsingi na maneno yenye uzito. Wanapopendana, mapacha hutoa habari, ucheshi, haogopi kuwa mkweli mbele zake. Mashuke hutoa utulivu, uangalifu wa kihisia na anapenda kufanya mambo kwa ustadi. Changamoto Mapacha anaweza kuonekana mpotoshaji, mashuke anaweza kuwa mkosoaji kupita kiasi. Mapenzi ni kama darasa la maisha, uvumilivu na uelewa wa ruha ya kila mmoja ni muhimu. Tuangazie kazi na biashara. Katika kazi, mapacha hutoa mawazo mapya, anaweza kupata wachuuzi waliopendwa, anapenda kuhama haraka kutoka kwenye mradi mmoja hadi mwingine. Mashuke hutoa umakini kwa undani, usahihi na anatengeneza mfumo wa kazi wenye kuvumiliana bila matatizo. Wakishirikiana, mapacha anatoa fikra zilizochujwa, mashuke anatengeneza ramani ya utekelezaji wa hafla hiyo kwa haraka. Utamaduni mzuri wa kazi unaweza kutokea, mawazo mapya, utoaji wa huduma bora, vifaa vizuri na utimamu. Changamoto, mashuke anaweza kuchoshwa na harakati za mapacha. Mapacha anaweza kuhisi anafungwa au hajui mwelekeo wa moja kwa moja. Wanapoweza kuanza kwa malengo ya wazi, wanaweza kuunda timu yenye mvuto wa mawazo na uzalishaji bora. Tuangazie afya na maisha. Katika maisha ya kila siku, mapacha anapenda uhuru, vicheko, vitu visivyokamilifu lakini vinavyofurahisha roho. Mashuke anahitaji ratiba, akitaka kila kitu kiwe na athari, afya iwe imara na mazingira ya utulivu. Wakiishi pamoja, mashuke ataweka mazingira salama yenye afya na usafi. Mapacha ataongeza rangi mawazo na uvumbuzi katika mazingira hayo. Changamoto: Mapacha anaweza kukosa kuheshimu ratiba iliyowekwa. Mashuke anaweza kupata stresi au kukasirika wakati mambo yakiwa hayafuati utaratibu. Upendo wao unahitaji maelewano madhubuti, kanuni ya mapatano makini ya maisha ya pamoja. Tuangazie tabia na changamoto. Tabia zao zinatofautiana kwa upana sana. Mapacha ni mwepesi wa sauti wa kuzungumza wa kucheka, anapenda kujishughulisha na mawazo mengi. Mashuke ni mwenye busara ya kimya kimya, mpole, ana huzuni unapokosekana usahihi au mawasiliano. Wanapokuwa karibu, mapacha huleta shughuli na uvumbuzi, mashuke huleta utulivu na ustadi. Kuna faraja kubwa pale wanapokubaliana, lakini inaweza kusambaratika kwa makosa ya ruha. changamoto Mapacha anaweza kusababisha mashuke achoke kisaikolojia. Mashuke anaweza kumfanya mapacha ahisi hana uhuru wa kweli. Ni uhusiano wa nguvu lakini wa kutumia akili na moyo ili kuishi kwa usawa. Mapacha na mashuke ni tofauti za msingi lakini tofauti zao zinaweza kuwa madaraja ya kupata elimu, ustawi na furaha. Ikiwa watavumiliana, huu ni muunganiko wa kiubunifu wenye maono lakini unahitaji uhifadhi wa maelewano na furaha ya pamoja. Ulishawahi kuwa kwenye mahusiano kati ya mapacha na mashuke? Je, ulikuwa na maelewano ya akili au ya mtazamo tofauti uliowakosesha? Fuatilia mfululizo wetu wa nyota kila wakati, subscribe na share. Usikose muunganiko mwingine wa kuvutia. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya mapacha na mashuke. Basi ni kusihi Usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.